Hello team, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo hii napenda kuwafahamisha jinsi gani unaweza kusajili line ya Zantel line mpya kabisa. Kwanza kabisa unafungua usajili ba baada ya kufungua application yako ya ko, usajili itakudai pini kama hivi, utaingiza pini zako utaskani fingerprint baada kwenye files utaingia sehemu ilioandikwa, ambayo hiyo ndio yenye maana ya usajili mpya wa alama za vidole, ndio utafungua hapa new register BKWC. Hapo utakuta kuna neno limeandikwa national id. Kwa hiyo naandika namba ya kitambulisho cha Mtanzaniapo unaingiza kama hivi ifuatavyo. Baada ya hapo utachagua kidole left thumb, ambayo ni gumba ya kushoto dae. Hapa naingia katika neno linaloandikwa fingerprint, amenyeza kwa, naingia sehemu iliyoandikwa verify kwa mkoa, wilaya na kata pia ama shehia Da hapo, tunaendelea kwa kubonyeza register. Hapa kwa sababu hili faili ni faili jipya kabisa la Zantel, asema maelezo yake ni kwamba tunajua kwamba tayari una, una namba nyingine. Kwa maana hiyo, je, unataka kuongeza line nyingine? Unabonyeza tuoke nayo hapo, nabonyeza continue. Kwa hapo, baada ya muda nitapata jibu. Mbalani yangu imekubaliwa nakuwa nimefanikiwa kusajili laini hii. Asanteni sana, naombeni sana msiache kusubscribe katika YouTube channel yangu inayokwenda kwa jina la Yahya Makamo. Asanteni na kwa heri ya kipindi kinachofuata. Kipindi kinachofuata nitafahamisha jinsi gani utafuta usajili wa laini ya Zantel. Asanteni.